Haki hizi zimethibitishwa kukiukwa na vyombo vya ulinzi na wasiojulikana ambao wanaonekana wana nguvu kuliko vyombo vya dola. Na pili, demokrasia, kukosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu ishirini kumi na sita chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika utendaji. Ya tatu na baadhi ya mihimili ya dola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 Bwana Yesu anatufundisha nayo, hiyo kweli itawale uhuru. Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Namba tatu: uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha washirik, utaka wadau wa ndani na nje. Wadau tunawapendekeza watoke kwenye tume huru